Dunia ina asama na maovu teletele, naandika kwa machungu chozilikitiririka. Danguro sasani zenu kuchimba na kuchimbua, amuogopi maulana matusi mkitukana. Dunia ina asama na maovu teletele, ningejua tangu kale kwamba dunia sinjema Singekuja milele kutoka tumbo la mama, ningeishi mle mle hadi siku ya Kiyama. Dunia ina asama na maovu tele tele, vitendo na maumbile vyavuma dunia nzima mapunduki